ruhusiu kuuza matunda hayajakomaa, haijadhihiri haya kutengamaa kwake. Kwa maana kutengamaa, matunda yanayofika mahala ni vigumu kuathiriwa na maafa, ndio maana yake. Yaani wataalamu wanakwambia hapa ilipofikia wadudu hawezi kuathiri au hayawezi kuathiriwa na hicho, biidhnillah. Hata yabdua salaha, mpaka haidhihiri kutengamaa kwake. Baadaye atakuja kuulizwa hudhihiri hu, vipi kutengamaa kwake? Kwa maana yatakapokomaa. Naha albai'a wal mubta', amemkataza mnunuaji na muuzaji na mnunuaji, usifanye biashara hiyo, matunda bado hayajadhihiri kutengamaa kwake, bado ni machanga, hayajakomaa hayajaiva. Haifai kufanya biashara na vitu hivyo, kwa sababu vinaweza vikaharibika wakati wote. Lau maafa yatasibu, hayana nguvu ya kuimili maafa. Wasila an salahiha, na aliulizwa kunako kutingamaa kwake, faqala, akasema hata tadhhab ahatuhu, mpaka yaondoke maafa yake. Kwa maana kama nilivyosema, ile maafa aka hayawezi kuingia matunda yanaweza kuhimili sasa maafa yatakapokuja. Wa fi lafzi, na katika lafzi nyingine, tamko lingine, hata tahmara au tasfa, mpaka yao meusi mazao au matunda, hata tahmar au tasfa au yao njano. Hiyo yategemea ya na matunda yenyewe ya yna yanakwamaaga vipi, yanakomaa kwa kuwa meusi au kwa ya kuwa yanjano Kishafikia hapo ya sasa, hayo mnaweza mkafanya biashara, kwa sababu mara nyingi katika hali hiyo yale matunda yanastahimili maafa. ya dara lil khusumat wa tanazu, kwa ajili ya kuondoa magomvi na ikhtilifiana katika vitu kama hivi, sababishwa na biashara za vitu kama hivi kabla ya kukomaa. Kwa hiyo sheria ikaweka utaratibu kama hivi viuzwe baada ya kukomaa.

matunda halafu au miti yenye matunda au matunda yalimeelewana kwamba achukua haya hapa, halafu yakapatwa na maafa ile matunda, ushachukua pesa, si halali kwako uichukue ile pesa tena, kwa maana nataka na uirudishe ile pesa kwa mnunuwaji. Dhahira ya hadithi dhahira ya hadithi iko hivyo alafu akamuuliza, bima takhudhu mala akhika bighairi haqqin, kwa kipi utachukua mali ya ndugu yako pasina ya haki. Rawahu Muslim. Bima takhudhu, kwa nini uchukue mali ya ndugu yako, bighairi haqqin, kwa pasina ya haqi. Kwenye hii hadithi wamekhtalifiana ahlulilmi, ukiitizama ilivyo, kwa sababu haijabainisha kwamba haya yaliyouzwa yameuzwa kabla ya kukomaa au baada ya kukomaa. Kwa sababu sisi tumesema baada ya kukomaa yafaa watu kufanya biashara. Sasa ikipatwa na maafa, hapo tena hata laumiwa yule aliyouza, kwa sababu hadithi zote za sheria hivyo. Kauli ya jamu min ahli lilmi ila limam Ashafii, na wengine wa wasema Dhahira ya hadithi yaashiria kwamba haifai kwa hali yoyote, sawa, kwa liaa dhahira ya hadithi maulama, isipokuwa Ahmad au wengine wote wao wamesema, maimamu watatu wasiokuwa Ahmad wao wamesema dhahira ya hadithi haifai hata baada ya kukomaa, ikitokea inabidi arudishe mali, wao wasema biashara ni sahihi wasema biashara ni sahihi, lakini alimamu Ahmad ya asema sahihi. Dhahira sahihi katika hadithi ni kwamba ikiwa viliuzwa kabla ya kukomaa, sahihi ni kwamba ikiwa viliuzwa kabla ya kukomaa kwa mujibu wa riwaya za nyuma na, na, na hii ndio kauli sahihi kwamba kama viliuzwa kabla ya kukomaa, alafu ikatokea maafa maana yake saa inabidi mtu arudishe mali, kuashiria kwamba lau watafanya biashara kabla ya kukomaa, biashara ilikuwa ishapita, ishakubalika, lakini saa ikitokea maafa, yani haifai kufanya biashara hiyo, lakini ikitokea imefanya biashara ni sahihi. Maafa ikitokea inabidi turudishe mali. Kwa hiyo, wasema alifia ashiria masuala haya kama yaliuzwa hii yazungumzia kama yaliuzwa kabla ya kukomaa. Wengine wamebeba kwa itilaki yake kwamba hali zote haitofaa itabidi arudishe mali, yamekomaa yajakomaa, wengine wamesema hivyo, lakini sahihi kwa mujibu wa ahadithi zilizotangulia ikiwa yaliuzwa kabla ya kukomaa, inabidi arudishe mali ya yule mnunuaji. Ala babu wa Unimlango wa khiyari wa ghairihi uni mlango wa khiyari wa ghairihi na vinginevyo visivyokuwa khiyari. Masala ya khiyari, masala muhimu sana. Alkhiyari huwa khiyari ni, ni kuchagua yule muuzaji au mnunwaji. Al khiyari ni kuchagua yule muuzaji au mnunwaji. Khiyar ni kuchagua yule muuzaji au mnunwaji kupitisha biashara au kuto kupitisha biashara, kuvunja biashara. Wafanya biashara kuna hali ambazo anaruhusiwa, kuna kipindi na kuna hali zinamruhusu muuzaji au mnunuzi, imdha albay au fashu, anaruhusiwa kupitisha biashara na kuwaza pia, akiamua kuivunja biashara anaruhusiwa, na kuna sura ambayo nje ya hapo hatoruhusiwa kuvunja biashara na kuamua tu anamisiuzi tena, alikuwa washauziana pia, ni mlango muhimu sana.

kutila au kutia unukuhu alimam malik takana ataka tauba kwa sababu yeye alikata khiyar na hadithi hii imetajwa katika kitabu chake cha Almuwatta. Asipotubia kato shingo yake, ksa si sawa kwa sababu alimam Malik imam na imam wa sunna imam mujtahid enda, alirudisha hadithi hii kwa tawili, na shafiia wao khiali wanataja moja

ishatokea biashara sara lazim itakuwa imelazimu hiyo, amna tena kurudi nyuma, amna kurudi nyuma. Illa bisababin min al asbab al shar'iyya, isipokuwa kwa sababu miongoni mwa sababu za kisheria. Illa bisababin, isipokuwa kwa sababu. Min asbab al shar'iyya, katika sababu za kisheria. Kwa hiyo utaziangalia sababu hizo tazofanya mtu arudi, akwambia bwana, mimi naona hii biashara, rudishie pesa yangu, chukua simu yako, chukua bidhaa yako, chukua gari yako, chukua pikipiki yako. Lazima hizo sababu ziwemo, la sivyo haitofaa. Qala fa minha, miongoni mwa hizo sababu ambazo ni khiari hizo, mtu anaamua kusitisha biashara au kuivunja biashara. Fa minha, miongoni mwa hizo hiari, miongoni mwa hizo sababu khiyari majlis ni khiyari. Sababu yake ni kuwepo kwenye kikao cha biashara, bado kikao cha biashara, muda wa kuwa bado mko kwenye kikao cha biashara, mazungumzo, mko kwenye room, kwenye chumba, kwenye ofisi ndani, bado hamjaachana, hamjaachana kwa kamilili velu, au mko kwenye mawasiliano kwenye simu, mshafanya biashara, mmeelewana alafu bado mko kwenye mawasiliano hakadha, na njia zingine za kisasa ambazo zipo, bado mko kwenye mawasiliano, hamjafunga mlango ule ukaachana, labda baadaye baadaye ukaisha kheri, kheri hamjaachana bado. Qala nabiyu swallallahu alayhi wasallam, kama wakati ule unaruhusiwa kufanya maamuzi yoyote ambayo unayaona wewe ukijuta kufanya biashara hiyo, unasema mimi naona cha kugaidi hii biashara, hata kama ulikuwa umechukua pesa. Hiyo ni moja ya sababu za kisheria za kuruhusiwa wewe kuamua wakati huo. Wewe utaruhusiwa wakati huo, maadam hamjaachana bado, uko ofisini kwake, umechukua pesa na mshampa bidhaa na mfano wake, bado pale unaruhusiwa. Hamjaachana pale unaruhusiwa kukaa muda ukajuta, ah, si simu, kwa nini nimenunua hizi

fakulu wahidin minhuma bilkhiyar, kila mmoja katika hawa wawili wanakhiyari. Lakini akasema ma lam yatafaraka wakana jamia, muda wakuwa hawajatengana wakawa bado wako pamoja. Dhahiri ya hadithi si sharti kwamba mazungumzo yashafungwa, maadamu wako pamoja. Umefunga mazungumzo, hamjafunga bado, mko pamoja katika chumba cha biashara, katika kikao cha biashara kama mmekaa mahala hamjaachana, lakini ikitokea mtu ampiga simu akaondoka na biashara kwa mshafanya, haruhusiwi tena kuja kuivunja ile biashara, labda wewe mwenyewe tu msamehe. Kuna fadhila hizo, atataja hadithi mishoni, man aqala musliman aqala llahu afratahu, kaimsamehe ndugu yake, basi Allah atamsamehe atam makosa yake na madhambi yake.

wahidun minhuma mmoja katika hawa wawili albaia biashara hakuacha biashara, kwa maana aliendelea na ile biashara, ijapokuwa alipewa hiari, bwana wewe angalia ukiona, lakini akafanya biashara hivyo hivyo. Fakad wajaba albei, basi biashara ishawajibu, mutafakun alayhi. Ni khiyari ya kwanza, thia almajlis khiyari sababu yake ni kukhiarishwa mtu imdhaa lbei bitisha biashara kuvunja, kwa sababu ya kikao. Bado watu wako kwenye kikao wa kimoja. qala wa minha, na miongoni mwa hizo sababu za kisheria khiyaru shart, ni khiyari ya sharti. af afasiri mwenyewe sheh, anasema idha sharata alkhiyara lahuma, wakiweka sharti la khiyari kwa upande wao wawili, idha sharata alkhiyara lahuma ikiwa wataweka khiyari kwa wao wawili, wakawekeana sharti la khiyari, au liahadihima, au wakaeka wakaeka wa khiyari kwa mmoja wao. Hivi basema muddatan maluma, muda maalum anawekeana, yani muda maalum, kwa maana bwana, chukua hii simu labda siku tano kiona kwamba biashara hii haujairidhia, wewe urudisha ndani ya zile siku tano. Zikisha tokea, wewe umeamua labda ile biashara umejuta, labda nadibta ala ma ishtaraita au bita, umejuta juu ya kile ulichokiunua au kiuza, unaruhusiwa kwenda pale ndani ya zile siku tano. Bwana, nimeona simu inirudisha, kwa rudisha, sababu moja, mbili, tatu, nimeona tu irudishe simu hata kama moja tayari, sababu kwa hiyo um mliweka khiari ya sharti muda maalum o itasihi pia. Qala Nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, almuslimuna inda shurutihim, kama ilivosema wao wanasemaga ule wa utaratibu kwamba simu hii nans wanamaanisha kwamba unaruhusiwa kwa, una kwa muda ule miaka miwili au um, mwaka mmoja unaruhusiwa kurudisha. Sio wanamaanisha nini?